<laughs> Anyang Koke. Okay, kwa majina anafahamika kama Heart of the Lion in short anadita HRT. E, jana tumeona Moturi alikuwa na interview kwa NTV, akimkashifu mheshimiwa Rais Ruto akisema ati mheshimiwa Rais Ruto e, i, i, i, i, ni, ni scandal, 9 billion yenye anasema hiyo, anasema Ruto ako na hiyo scandal. Sasa mimi ndio nilikuwa anajiuliza hivi Moturi wakati alikuwa ndani ya, ya serikali e, hakuweza kuongea. Sasa sasa hii ameshatolewa ndani ya serikali, sasa hii ndo tunasikia anaongea. Tunajua Moturi, unatafuta kukuwa relevant, maana umeshajua sasa hivi vile, vile, vile, vile umetoka kwa serikali e, hautakuwa na jina tena, unaenda kunyamazishwa noanda. Sasa umeona ukuje udanganyi wa Kenya. Kwa hiyo mi nakuuliza hivi mimi nina hii ni swali, hata mpaka Mkenya najua atakuuliza, mbona wakati ulikuwa ndani ya serikali, mbona haungeweza kutoa hiyo siri? Ushatoa ka ndani ya serikali, ndo unakuja kusema ati e, sijui Ruto alikufos uende usain, sijui sijui ati hiyo nini ya 129 bilion kama alikufos na wewe. Moturi, tuliona ile wakati ulikuwa unaambiwa utoke kwa serikali ukasema hautatoka sasa hiyo serikali maana ilikuwa chafu wana ulikuwa unakuamilia ndani sahi. sasa hii sasa ndio umekuja kuona ushatolewa, sasa ndio unakuja kuona hiyo serikali ilikuwa chafu. Moturi wacha kutafuta kitu inaitwa sympathy. Hii kitu tuliona mpaka na Gachagua, wakati Gachagua alimpichiwa tumeona akitafuta sympathy, na hii ndio kitu mi nakwambia, Moturi, tunakujua na tunakujua vizuri sana. wewe kama umesha to, umeshatolewa kwa serikali hakuna kitu unaenda kuongea. Ungeongea ukiwa ndani ya serikali. Kumaanisha hii ndo njia mnatumia ndo njia munatumia ili mwendelee kukuwa relevant, ili mwendelee ndo mwendelee kusikika. Kama wakati imeisha imeisha. Hii mambo ya kuja kuanza kudanganya Wakenya, kwa sababu hizi midia hizi media nyingi wenye wanazioni ni watu wa mlima juu. Nyinyi ni watu wa mlima. Sasa mu, kwa sababu munaoni hizi mamidia, na ndio kwa maana munataka mwende, mkiongea mkiongea kwa hivyo mimi, ile kitu mimi nasema hivi, mheshimiwa Moturi, wewe umeshatolewa kwa serikali, na hiyo siri unasema ulikuwa unajua, tunajua hii ni uongo, hii ni malimbikizo, hii ni kutaka kuchafulia mheshimiwa Rais Ruto jina, maana amekuwa mlima na akakaribishwa vizuri. Hii kitu hamukuwa mmetarajia, na ndio kwa maana imewapiga, mmepigwa na butwaa ime, mumepigwa na shock kuona mheshimiwa Rais Ruto amezuru kule mlima maana mlikuwa mmemwekea vitisho, mliwekea bwana huyu ni Samui Ruto ati mnamwekea vitisho, ati asijaribu akanyaga huko, mnatumia mpaka mashosho midia kuja kumutishia, mnatumia sijui nini kwa sababu mmeshajua yeye yeye, ndio hiyo ndio njia moja mwanze kusema tunaona huyu anajiita rais, na ameingia baridi kuja kutembea mlima Ruto ametembea mlima na ameizunguka yote na tumeona vile vile, eh, amekaribishwa na wanamlima, hata wale ambao walikuwa na mhe. Hiyo ni kitu tumezoea, tunajua wamepatiwa vishiringi mia mbili hapo hivyo, na maadui kama kina Gashagwa kama kina nani, maadui wa Ruto ndio amefanya hizo vitu, hata hiyo enye walikuwa wanaenda Kimani Chungwa, tunajua kwa sababu Kimani Chungwa amesimama na msimamo na ako na Ruto, sasa ndio maana ni uwivu mnayemuonea Mi nakwambia, mheshimiwa Kimani Chungwa, simama si, ngangari, wasikutishe, wasikutishe, simama si, wewe ni Mkenya, na wewe ni kiongozi, na sisi tunajua wewe, endelea. Hata Ruto alisimama si tu na Uhuru Kenyatta, alikuwa anapitia changamoto, anapitia changamoto, lakini mpaka e, Ruto, wakati Uhuru alimaliza, alimaliza tamu yake, saa hii Ruto ni president. Hata wewe simama, si na Ruto pia wewe Ruto atakapo, atakapo rudi 2027 bado kwa serikali utapata nafasi na, na sisi tunataka kiongozi mwenye kama wekimanichungwa. So kwa hivyo mimi nasema hivi hii, hii mchezo ambaye inajaribu kuchezwa hatutaikubali na tutaruhusu. Tunasema hivi Moturi, wewe unasema ati wewe ndio unajaribu kuongea mambo yenye haiko hiyo, tunajaribu tunajua hiyo ni uongo na hiyo ni malidikizo na hiyo unatafuta kurudi kwa siasa. Hiyo ni kutafuta njia ya kurudi kwa siasa, maana umeona ni kuisha, unaisha na chama yako inaitwa DP imelala. Sasa unajaribu njia ya kurudi kwa siasa ukitumia kutafulia utafu, Mheshimiwa Rais Ruto jina. Na mimi nasema mheshimiwa rais, watu kama hawa wanafaa wachukuliwe hatua, na ndio kwa maana mimi nakwambianga mheshimiwa rais, rudisha ile sheria ya Moi uweze kunyamazisha hii midomo, rudishe ile sheria tu ndio itaweza hawa watu. Na ndo utaona wataacha mambo ya kuharibia serikali jina na kukuharibia mheshimiwa rais. Asante.